Kokote pale mlipo duniani juu ya huu mgongo wa ardhi, ambapo sauti yangu inagonga ngoma za masikio yako wewe unayenisikiliza na kunitazama hivi sasa, namwomba Allah subhanahu wa taala akujalie kila lenye heri na kila lenye baraka. Wewe unayenisikiliza na kunitazama, akuondoshee mitihani, misuko suko, mabalaa na kila aina ya mazito yaliyopangwa ya kufike yale yaliyokwisha kufika na yale ambayo bado hayaja kufika. Allah akuhifadhi na kila shari na Allah akuhifadhi na kila zito. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji, leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nataka nikupe moja katika njia mujarab sana za kuondosha giza la mwili. Hii mili yetu ndugu yangu muislamu kuna muda inapatwa na magiza yanayotokana na changamoto za uchawi, aidha kwa kujitakia, ama aidha kwa kutojitakia, ama aidha kwa mapendekezo ya watu wanaokuchukia na wasiokupenda katika jamii. Wakati mwingine utaona ndugu yangu Muislamu, mwili wako ulikuwa ni mwepesi, lile unalolifikiria katika akili yako ukiingia kupambana tu unalipata kwa wepesi, lakini ghafla hali inabadilika kuwa kinyume. Ilikuwa una uwezo wa kutafuta kitu fulani kwa muda wa wiki moja, sasa hivi una uwezo wa kutafuta kwa miezi mitatu mpaka minne na bado usifanikishe. Uwezekano mkubwa kabisa wa kuwa hilo ni giza la mwili linalotokana na sababu za kiuchawi. Anapataje mtu giza hili la mwili? Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, wakati mwingine tunapopita katika manjia panda ambapo pamevunjwa vyungu na vitu mbalimbali kufanyika pale, ama mtu alioshwa mkosi usiku wake, ama mtu alifanyiwa makafara katika njia panda ile, wewe ukapita pale pasi na kumtaja Mwenyezi Mungu, na siku hiyo huenda haukufanya adhkari za kinga Asilimia kubwa ya athari iliyovuliwa pale kukuingia katika mwili wako ni kubwa zaidi, na wengi wanaumia kupitia manjia panda, hasa dada zetu wanapokuwa katika masiku yao ya mzunguko wa mwezi. Mara kwa mara wanasibiwa na giza la mwili linalotokana na mikosho ya nuksi, wanaokoshwa watu njia panda usiku wa manane. Sasa ndio maana ndugu zangu wapenzi wa Islam, utakuja kuona kuna umuhimu mkubwa wa mtu kutembea na udhu, kufanya dhikiri za asubuhi pamoja na jioni, kwani hivi ni ulinzi tosha kabisa juu ya ndugu yetu kufikwa na mitihani mbalimbali inayotendwa na washirikina katika manjia panda humo tunapopaona. Ama sababu nyingine inaweza ikapelekea mtu kupatwa na giza hili la mwili, giza zito la mwili likikupata, ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika iman, unaweza ukatamba mashariki na magharibi, lakini kila unaloligusa inakuwa ni giza, kila unalolifanya inakuwa ni giza, kila unalolitaraji kulitenda inakuwa ni giza, kila unalojaribu kutaka kuliweka sawa inakuwa ni giza kwako wewe hakuna jambo utakalolianzisha likaenda sawa wala jambo utakalolifanya likawa sawasawa ila kila unalolishika lazima inakuwa ni giza nzito kabisa katika mwili wako. Mwili unakosa nuru, ndugu yangu, mwili unakosa haiba ya kuonekana kwa watu, hata wale ambao walikuwa wawe sehemu ya msaada, nao pia hawakuoni kwa giza ya mwili ulioipata. njia panda wakati mwingine ni haya mahirizi matalasimu tunayopewa na waganga wa kienyeji, ukayaamua kuyachukua, kuyakumbatia, kuyafunga katika mwili wako. Matalasimu haya na mahirizi haya asilimia tisini na tisa ndugu yangu mpenzi, mwislamu, huwa yanasababisha mtu kupata giza ya mwili, ama mtu anaweza akapewa hirizi Eti hirizi hii ni ya baraka, tembea nayo katika begi lako ama pochi lako. Hirizi ile humsababishia mtu kupata giza la mwili. Fala haula wala quwata illa billahi laliyi alazim. Ndugu yangu muislamu, zipo asbabu nyingi zinazoweza kumpelekea mtu kupata giza la mwili. Mpaka zina ni katika sababu inayoweza kumfanya mtu kupata giza la mwili ni pale mtu anapoamua kwenda kushiriki machafu ya zinaa na yule anayekwenda kushiriki naye, maskini tayari alishakuwa na malaana mazito mazito ya ukoo, malaana ya familia, ameshakuwa na mambo mazito katika mwili wake amekwisha kuwa na mambo makubwa katika mwili wake. Kitendo chao cha kuchanganya jasho baina yako wewe na baina yake yeye, otomatikale unapata giza la mwili kwa kwenda kupokea laana za ukoo wa sehemu nyingine. Fala haula wala quwata illa billahi laliyi la ladhim. Ndugu yangu muislamu na mpenzi katika imani, giza la mwili ni katika mambo ambayo yanawafanya watu wanakosa kufanikiwa katika mambo yao. Mwili unakuwa ni mzito kupita kiasi na mara kwa mara. Alama zake ni pamoja na mtu anapoamka asubuhi, mwili unachoka pasi na sababu ya aina yoyote. Viungo vinaisha nguvu pasi na sababu ya aina yoyote. Maumivu ya mgongo, magoti pamoja na miguu kuwa mizito ni katika alama kubwa za mtu mwenye giza la mwili, ukiachana alama za kutofanikiwa mambo yako kwenda kombo, mambo yako kwenda hovyo, kila unalolishika likawagumu, mwili wako hauna nuru tena. Una kila sifa za kukaa sehemu fulani, lakini watu hawakuoni. Kwa nini? Kwa sababu giza ya mwili inayotokana na uchawi imekutawala katika mwili wako, imekuingia katika mwili wako. Na mara nyingi giza hii ndugu yangu Muislam inamkalia mtu mbeleni kwake, nyumani kwake, kushotoni kwake, kuliani kwake, kila pahala utakapopagusa ndugu yangu mambo yanaharibika na yanakwenda kombo moja kwa moja. Ndugu yangu Muislamu, nikupe sasa vifungu eh, muhimu kabisa vitakavyokusaidia katika kujitibu hili giza la mwili linalokufilisha mambo yako. Naomba nikwambie, hata kuna baadhi ya wafanyabiashara wanalalamika biashara zao hazikui, biashara zao haziendi, biashara zao hazikai sawa. Ni kwa sababu miili yao ina magiza yaliyopitiliza mili yao ina magiza yaliyokuwa makubwa magiza yaliyokuwa mazito, yanayotokana na vifungo vya uchawi. Wakati mwingine, ama wameyavamia njia panda, ama wamevamia katika miti mikubwa, miti ambayo imetegwa uchawi mbalimbali, au wamekwenda kuyavamia katika makaburi, kwa kule kuacha kwao taratibu za mwenye kupita makaburini. Ama watu wengine anapata giza ya mwili kwa sababu tu ya kwenda kukoga baharini uchi wa mwili Ndugu zangu wapenzi wa starehe za mabichi huko Koko Beach na mabichi mengine, asilimia kubwa kabisa mnatandikwa na sheitani anayeitwa ghauwas, sheitani kiboko kabisa, anayewatandika watu magiza ya mwili kwa kule kwenda kukoga wakiwa uchi wanyama baharini. Hasa aliyekutwa na hii <coughs> giza la mwili, mwili wake ukawa mzito, na mwili wake ukawa e, hauna baraka na nuru katika mambo yake. Atinatakiwa afanye, afanye mambo haya, ndugu yangu muislamu. Mwana wa chuoni mmoja ambaye nimemnukuu haya aliyoyaandika katika kumsaidia mtu kuondosha uzito wa mwili, kuondosha giza la mwili, kuondosha mitihani ile ya mwili na mabalaa. Mwili unakuwa mzito, mwili una giza kila unalolishika haliendi. Ametuletea baadhi ya visomo ambavyo ukishikamana navyo insha Allahu taala utakuwa ni mwenye kuondosha giza la mwili katika mwili wako. Sasa haya unaweza ukasomewa wewe ambaye unahisi una alama zote ya giza ya mwili unaweza ukasomewa visomo hivi kwa muda wa siku tano mpaka siku saba biidhni llahi alkarim. Kwanza usomewe suratul fatiha kila siku asubuhi unapoamka. Kisomo hii inatakiwa ifanyike asubuhi, pindi tu unapoamka, basi pale unafanyiwa kisomo hichi kabla ya jua majira ya jua haijainuka. Tunakusudia majira ya kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa moja kamili pale Muda huu ndio muda bora wa kufanya visomo hivi ili mtu kuondosha giza la mwili. Ukiwa unaweza kusoma utajisomea haya, ila ukiwa hauwezi kusoma unatakiwa usomewe kisomo hichi kwa muda wa siku tano mpaka siku saba. Kama unajua kusoma basi fanya kisomo hichi kwa muda wa siku tano mpaka siku saba. Kisomo hichi ufanye kwenye maji yaliyochanganyika na maji ya zamzam au maji ya mvua ukipata maji ya zamzam, maji ya mvua unachanganya na maji mengine ya kawaida pia ndani yake, na marashi rozi ni bora zaidi baba yangu. Alafu kisha fanyia kisomo hichi insha Allahu taala, Suratul Fatiha saba katika maji yako ya kawaida umeyachanganya na maji ya mvua au umeyachanganya na maji ya zamzam, weka na e, marashi rozi ndani yake mule, insha Allahu taala. Hii ni mujarrab sana katika kumkosha mtu giza la mwili, kumfungua mtu mwili wake na kuipa nuru mwili ya mtu. Kuna watu wana mabiashara makubwa, lakini hamna nuru. Kwa nini? Mwili inagiza, biashara haionekani. Kuna watu ni machapa kazi mahodari kabisa, kazini kwao, maskini anafanya kazi, lakini wallahi ladhim haonekani kabisa kabisa, si kwa bosi mkuu wala nani hata kufikiriwa kuongezewa mshahara na kupewa bonus mbalimbali mbali. watu hawana taimu na hilo. Kwa nini? Giza la mwili imefunika ime mwili wake, hatimaye hata juhudi anazozifanya katika kazi yake inakuwa haionekani tena. Suratul Fatiha saba zisomwe katika maji yaliyochanganyikana na maji ya mvua. Ukikosa maji ya mvua, tafuta maji ya Zamzam. Ukikosa maji ya Zamzam, chukua marashi rozi. Ukipata yote, changanya yote moja kwa moja. Suratul Fatiha saba Ayatul Kursii zisomwe mara tatu katika maji hayo, alafu isomwe aya ya kwanza ya suratul Fathi. Sura hii inatakiwa, aya hii inatakiwa isomwe mara mia tatu na kumi na tatu katika maji yale, inna fatahna laka fathan mubina inna fatahna laka fatha mubina inna fatahna laka fatha mubina. Hii inatakiwa isomwe mara mia tatu na kumi na tatu katika maji hayo, kisha maji hayo utayatumia kwa kuoga, na mwisho kabisa unatakiwa usome Suratu Sharhi, alam nashrah laka sadrak, mara kumi na saba pamoja na swala za Mtume mia moja Hasa kisomo hichi utakapokuwa umekisoma ndugu yangu mwislamu, na umekiweka vyema kabisa katika maji yale, maji unatakiwa uyaoge siku ile ya asubuhi, usikoge maji mengine tofauti na hayo. Unakoga kuanzia bega lako ya kulia ukitoka bega ya kulia unamwagia bega ya kushoto, ukitoka bega ya kushoto unamwagia kichwani, kisha unaoga moja kwa moja. Hakikisha maji unayomaliza kuoga usijifute na taulo, acha ikaukie mwilini insha Allahu taala. Sasa maji haya hakikisha unayaoga katika muda wa siku e, yani kisomo hichi kila siku asubuhi unafanya. Siku ya kwanza unafanya unaoga, siku ya pili unafanya unaoga, siku ya tatu unafanya unaoga. Asiyeweza kuyatenda haya yeye anatakiwa asomewe kwa muda wa siku saba ama afanyiwe kisomo hiki katika maji kwa muda wa siku saba insha Allahu taala aweze kutumia maji hayo e, mchanganyiko wa maji ya mvua maji ya zamzam na marashi rozi insha Allahu taala. Hii ndugu yangu mpenzi unayenitazama ni mujarab kabisa katika kusafisha mwili wa mtu, kuondosha giza katika mwili wa mtu, kuondosha mitihani katika mwili wa mtu. Kuna baadhi yao miili yao ina giza, wanaishi katika ulimwengu kama mtu aliyezikwa makaburini muda mrefu. fala haula wala quwata illa billahi alaliy alazim. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika iman, nimependa nikupe hizi E, formality ya hizi aya nilizokupatia kwa ajili ya kuweza kujisaidia kuondosha giza la mwili. Na utakapokuwa umemaliza kufanya haya, kuna matokeo utayaona. Kwanza ni mwili wako kuuhisi mwepesi kupita kiasi. Utakuwa unauhisi mwili wako mwepesi tofauti na mwanzo ulivyokuwa. Utakuwa unajihisi mchangamfu kupita kiasi, unajihisi mwenye furaha, amani katika mwili wako utakuwa unajihisi hali hizo, alafu pia kuondoka kwa yale mandoto mabaya uliyokuwa ukiyaota usiku na mchana unapolala, yale mandoto yote, kukufukuzwa na nyoka kufukuzwa na mbwa kufukuzwa na ng'ombe, kufukuzwa na kaza, yote haya yatakuwa ni katika mandoto yenye kukuondoka. Na kubwa zaidi kuliko mengine ni kuanza kufunguka kwa mambo yako na kupata baraka na kheri nyingi katika maisha yako. Namwomba Allah subhanahu wataala akujalie ndugu yangu mwenye giza ya mwili kukuondoshea mtihani huu na kutia wepesi mwili mwili wako, insha allahu taala. Namwomba Allah subhanahu wa taala, kila mwenye mtihani huu Allah aweze kumwondoshea na amjalie, e, mwili wake uwe ni mwili safi, na Allah amkinge na kila shari, kila ovu, kila baya, kwa idhini yake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Katika darasa nyingine itakayokuja, tutazungumzia sasa namna gani unaweza ukatenda mambo yakawa ndio kinga madhubuti kabisa ya mwili wako dhidi ya kupatwa na mabalaa ya njiani yanayokusababishia giza la mwili, ama mtu kukuroga kwa kusababishia giza ya mwili, ama jambo lolote lile katika mambo tuliyoyataja yanayoweza kupelekea kupata giza la mwili. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.